Kampuni inakuwa na matatizo kama hivi bwana. Hapa abilia ndo wanawamika sasa hivi hapa kwa sababu ya vitu vilao, na dereva amekasirika hapa, na gari ndo zinaondoka zinaondoka nyingine, lakini hawa bado wapo utata, wanagombana wenyewe kwa wenyewe, dereva anataka kuondoa gari, wenyewe kwa wenyewe, abilia wanatatizwa zaidi, wanafita mizigo kwa asila au ni abudi. Mimi ningeenda polisi leo, ningekuwa chini hapo, ningeogopa kwa sababu heshima gari

Abiria wamesusa, wengine wanashuka. Abiria wanasusa, wamesusa, abiria wanashuka gari, wameona inamtaka, abiria wanashuka wote.

pengo <laughs> umepata siti <city> na fujo yako. <laughs> Fujo zote umepewa siti. <laughs> Bwana bueno, umepata hatimaye.